Zen. Na wiki moja baada ya wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo kutekwa nyara jijini Kampala nchini Uganda, bado hawajulikani waliko. Familia ya Oyoo na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu jana walifika katika ofisi za tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu kuandikisha taarifa kuhusiana na kutoweka kwa Wakenya hao wawili. Wakiendelea kushinikiza kuachiliwa kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo, leo juhudi za kutafuta usaidizi zilielekezwa katika ofisi za tume ya kutetea haki za kibinadamu. Nduguye Oyoo Nobert Ochieng na Kofi Atinda aliyeponea jijini Kampala, Uganda, waliandikisha taarifa na tume hiyo. They Uh, we are still awaiting, um, a feedback from the ministry. Uh, we met the PS last evening, uh, Kori Singwe, uh, but we feel that it is still dragging. Ocheng uh, uh, uh, anasema siku zinavyozidi kusonga ndivyo familia zinaendelea kutaabika haswa kiafya na kimawazo. My mom is, is, um, um, is, is not very young, 74 years

We would like for Nicholas to, Nicholas and Bob, both of them, to come back, um, bring them back, and if there's anything that anyone has a complaint on, it's then in a local society what we do, we take it to court. Serikali ya Kenya ikiendelea kufuatilia swala hilo na serikali ya Uganda. Wanaharakati wamekashifu matamshi ya idara ya polisi wa Uganda. Waliokana kuwa na ripoti zozote kuhusu kutekwa nyara kwa Njagi na Oyoo. Na kule Uganda, mahakama kuu imesema kesi iliyowasilishwa na mawakili wawili na wanaharakati wakitaka maafisa wakuu wa usalama nchini Uganda kuwawasilisha wawili hao mahakamani itasikizwa tarehe kumi na nne mwezi huu. Haya yanajiri huku familia ya balozi Humphrey Polepole ikiendelea kushinikiza kuachiliwa kwa kwake baada ya kudaiwa kutekwa nyara jijini Dar es Salaam Tanzania Jumatatu yeah. Gatete Njoroge